Yesu mkombozi wa watu wote kwenda mjini Betlehemu mkoani Yudea alikozaliwa Mfalme Daudi alikwenda kuhesabiwa pamoja na mchumba wake Maria ambaye alikuwa mjamzito. Walipokuwa huko siku yake ya kujifungua ikawadia, akajifungua mtoto wake wa kwanza wa kiume, akamvika nguo za kitoto, akamlaza horini kwa sababu hawakupata nafasi katika nyumba ya wajeni. Katika sehemu hizo walikuwako wachungaji wakikesha usiku mbugani kulinda mifugo yao. Malaika wa Bwana akawatokea ghafla na utukufu wa Bwana ukawaangazia pande zote, wakaogopa sana. Malaika akawaambia, msiogope, nimewaleteni habari njema ya furaha kubwa itakayowapata watu wote. Kwa maana leo hii katika mji wa Daudi amezaliwa mwokozi kwa ajili yenu Ndiye Kristo Bwana. Na hiki kitakuwa kitambulisho kwenu, mtamkuta mtoto mchanga amevikwa nguo za kitoto, amelazwa horini. Mara kundi kubwa la jeshi la mbinguni likajiunga na huyo malaika, wakamsifu Mungu wakisema, utukufu kwa Mungu juu mbinguni, na amani duniani kwa watu wanaowafati. Baada ya hao malaika kuondoka na kurudi mbinguni, wachungaji wakaambiana Twendeni moja kwa moja mpaka Betlehemu tukalione tukio hili Bwana alilotujulisha. Basi wakaenda mbio, wakamkuta Maria na Yosefu na yule mtoto mchanga mm -hmm, amelazwa horini. Hao wachungaji walipomwona mtoto huyo, wakawajulisha wote habari waliokuwa wamesikia juu yake. Wote waliosikia hayo walishangaa juu ya habari walizoambiwa na wachungaji. Lakini Maria aliyaweka na kuyatafakari mambo hayo yote moyoni mwake. Wale wachungaji walirudi mwakwao huku wakimtukuza na kumsifu Mungu kwa yote waliokuwa wamesikia na kuona. Yote yalikuwa kama walivyokuwa wameambiwa. Siku nane baadaye wakati wa kumtahiri mtoto ulipofika walimpa jina Yesu, jina ambalo alikuwa amepewa na malaika kabla hajachukuliwa mimba. Siku zilipotimia za Yosefu na Maria kutakaswa kama walivyotakiwa na sheria, wazazi hao walimchukua mtoto wakaenda naye Yerusalemu ili wamweke mbele ya Bwana. Katika sheria ya Bwana imeandikwa, kila mzaliwa wa kwanza wa kiume ataweko wakfu kwa Bwana. Pia walikwenda ili watoe sadaka huwa wawili au makinda mawili anjiwa, ya njiwa kama ilivyotakiwa katika sheria ya Bwana. Wakati huo huko Yerusalemu kulikuwa na mtu mmoja mwema na mcha Mungu jina lake Simeoni. Yeye alikuwa akitazamia kwa hamu ukombozi wa Israeli. Roho Mtakatifu alikuwa pamoja naye. Roho Mtakatifu alikuwa amemhakikishia kwamba hata kufa kabla ya kumwona Kristo wa Bwana. Basi akiongozwa na Roho Mtakatifu, Simeoni aliingia hekaluni na wazazi wa Yesu walipomleta hekaluni mtoto wao ili wamfanyie kama ilivyotakiwa na sheria. Simeoni alimpokea mtoto Yesu mikononi mwake, huku akimtukuza Mungu akisema, Sasa Bwana, umetimiza ahadi yako, umruhusu mtumishi wako aende kwa amani, maana kwa macho yangu nimeuona wokovu ulioleta ambao, umeutayarisha uonekani na watu wote, mwanga utakaowaangazia watu wa mataifa na utukufu kwa watu wako Israeli. Baba yake Yesu na mama yake walikuwa wakistajabia maneno aliyosema Simeoni juu ya mtoto. Simeoni akawabariki akamwambia Maria mama yake, mtoto huyu atakuwa sababu ya kupotea na kuokoka kwa watu wengi katika Israeli, naye atakuwa ishara itakayopingwa na watu, na hivyo mawazo ya watu wengi yataonekana wazi, nawe mwenyewe uchungu ulio kama upanga mkali utauchoma moyo wako. Alikuwa na nabii mmoja mwanamke mzee sana, jina lake Ana binti Fanueli wa kabila la Asheri. Alikuwa ameishi na mumewe kwa miaka saba tangu alipoolewa, halafu alibaki mjane hadi wakati huo, akiwa mzee wa miaka themanini na minne. Wakati huo wote alikaa hekaluni akifunga na kusali usiku na mchana. Saa hiyo hiyo alijitokeza mbele, akamshukuru Mungu na kueleza habari za huyu mtoto kwa watu wote waliokuwa wanatazamia ukombozi wa Yerusalemu. Hao wazazi walipokwisha fanya yote yaliyoamriwa na sheria ya Bwana walirudi makwao Nazareti wilayani Galilaya. Mtoto akakuwa akazidi kupata nguvu, akajaa hekima.